Watu wengi wamekuwa wakijiuliza hivi ukijifunza hacking lazima uwe mhalifu? Jibu ya swali hili nitakwenda kukupatia kupitia video hii ya leo. Ethical hacking inahusu kuweza kutumia ujuzi ule ule kwa malengo basi halali. Kuna kozi ambazo zipo vyuo ambavyo vipo na mitihani rasmi vinavyotolewa kwa ajili ya kukutengeneza wewe kuwa hacker. Na hautumii basi njia za uhalifu lakini unatumia maabara, mafunzo na environment ambazo ni salama zitakazokuwezesha wewe kujifunza kuhaki bila kwenda kujaribu katika mifumo ya watu na kwenda kuharibu. Mfano, tuchukulia daktari ambaye anachunguza mwili kwa kupitia vifaa ambavyo ni salama. Sasa hata katika ethical hacking, ethical hacker huweza kutumia zana salama kuweza kuchunguza mifumo. So unaweza kabisa kujifunza ethical hacking na kuwa ethical hacker bila ya kuwa basi mdukuzi ambaye atakuwa ni mhalifu atakayekuwa anaiba na kuharibu mifumo ya watu. Wewe unaweza kuwa ni yule ambaye unasaidia na kuweza kurekebisha mifumo ya watu na kuona madhaifu yaliyopo kwa ruhusa za wao wenyewe wenye hiyo mifumo. So natumai umeweza kuona ethical hacking unaweza kujifunza bila tatizo lolote na kutambulika kisheria ni kama kazi nyingine. Sio lazima ukiwa hacker uwe hacker mbaya. Kuna haka ni wazuri, ethical haka, white hat haka ambao ni wazuri ambao wanatambulikana na wamekuwa wakisaidia sana kulinda data zetu katika ulimwengu huu wa kidijitali. So natumai umeweza kufahamu kuhusiana na ethical hacking, lakini pia kujua basi, jua swali hili ambalo watu wamekuwa wakiwa na zana potofu kuwa ukiwa ethical hacker, I mean, ukiwa hacker basi wewe utakuwa ni mwizi na mdukuzi mharibifu katika mitandao. Haipo hivyo, unaweza kuwa haka mzuri. So, hakikisha una like video hii unaendelea kunifuatilia kwa kunifollow katika social media account zangu. YouTube kule utapata video refu refu ambazo tumekuwa tukijifunza vitu vingi zaidi. So, hakikisha unatembelea pia na repost video hii tuweze basi kuwafikia wengi zaidi wapate kupata elimu hii ambayo ni muhimu hususan katika ulimwengu huu unaoenda kasi sana kwa upande huu wa teknolojia. Asante sana, tukutane video ijayo.